Mtazamaji, kama tumeweza kusikia, ni kwamba athari kule Mai Mahiu ilikuwa kubwa. Mtazamaji, sio tu kwa wageni wangu ndani ya studio, bali huko Mai Mahiu bado wengi walikuwa wanataabika. Tupate kusikia ushuhuda kutoka kwa Laura Utin. Jumatatu asubuhi na taswira katika eneo la Mai Mahiu ni kama hii. Kwa siku mbili, familia ya Jen Nyambura imepitia madhila baada ya mafuriko ya ghafla kuwafungia kwenye nyumba yao. Mama na wanawe walinusurika kwa kusimama juu ya viti ili kuepuka ghadhabu ya mafuriko. Wakati huo huo, katika shule ya msingi ya Ngea, Tabitha ni mmoja kati ya familia za watu themanini na wanne ambao hadi sasa hawajulikani walipo. Familia hii inatafuta jamaa zao nane waliokuwa katika nyumba moja Jumapili wakati wa mkasa. Sasa kama tungekuwa sisi wote huko tungeenda. But tukawaambia tutaenda, tutakuja jioni, tutakuja kesho asubuhi. Sasa jana saa kumi ndio nilipigiwa simu nikaambiwa madhi wameshaenda. But sasa sina la mengi ya kusema. Mimi tulikuwa tumelala na bibi na watoto. Bibi akaamka akasema nini inaguruma. Na mimi nikamvuta tufugue nini mlango tuangalie ni nini. Kabla kufika kwa mlango kakuja maji kutoka nyuma ya nyumba, nyumba tulisikia kama bomu, tukachukuliwa hapo. Sasa nikupeleko kupeleko baka pali mimi kwa sababu nika nilikuta hasubiri kwa miti juu, yaani kwa nini yenye imengolewa, nimelala juu yake sina nguo hata nini Kulingana na shirika la Msalaba Mwekundu, jumla ya watu mia mbili tisini na watatu wamesalia bila makao, huku idadi ya wafu ikifikia arobaini na nane. Laura Otieno, runinga ya Citizen. Na mtazamaji, ni simulizi za kusikitisha, tumemwona hapo baba Ruth wa mboe. Ruth, wakati gani, uh, ulienda ukamwambia dadii kwamba mama hayupo tena, watoto mimi pia siwaoni? Tumemwona kwa hospitali hapo akizungumza wakati alivyokuwa ameumia. ulimwambia wakati gani Baba? After hiyo Tuesday, nimeambiwa mm, mama yuko na watoi, bado hawajapatikana. Nikamwambia yeye yuko hosi, nikapatiwa simu tukaongea naye. Alikuwa admitted alika sana, na mimi singetembea, so tulipatana after siku kadhaa nyumbani. Sa tukaongea akaniambia, pole bat aliambiwa uko hosi Nikaja nikaambia ile nyumbani sawa, so, tukaongea tu nyumbani alafu mtu akienda zake yeye akienda kwake mama yao sasa. so, tuibidi tu separate sana. Stepdad kaja kwa nyanya yangu yakaenda mama yao town mm. Sasa mtu kaza so, maisha mm-hmm. na Bernard, wakati gani ulitwambia kwamba mama alikuwa kidogo amepata traffic jam huko alikuwa ameenda kuchukua watoto shuleni, ukamwambia kwamba heri ulale huko mahali huko mimi nitaangalia hawa wawili ambao niko nao. Na wakati wa mkasa umetokea, limetokea lile ambalo limeweza kutokea, ulimwambiaje mama kwamba one two three imeweza kutokea? Uh, kwanza majirani ndio walianza kupiga simu wakijaribu kuulizana sehemu gani imeathirika, sehemu ingine gani ingine haijaathirika. Sasa katika hiyo kupiga simu, simu yangu kwa sababu ilienda na maji mm -hmm. hivyo walinipata niko off -net. sasa walimpata kwa simu mm -hmm. mtu jirani tu kule alimpata kwa simu usiku huo tu, usiku wa manane mm -hmm. akidhani kwamba yuko nyumbani, yuko pale Mai Mahiu mm -hmm. na ndio akamfahamisha kwamba kuna mkasa ambao umetokea wa maji, watu wamebebwa na maji, manyumba yameenda. sasa alijua vile lakini wakati nilikutana na Ruth kwa maji kama saa kumi na moja hivi asubuhi. E, asubuhi kama saa kumi na mbili hivi na nusu tulikuwa pale Mai Mahiu dispensary mm -hmm. wakati huo sasa tunawekwa Rifaro alifika pale. Mm -hmm. na tukakutana, na nikamwambia mimi kwa sababu nina majeraha, wacha niende hospitali, wee pia baki ukitafuta watu watoto, so yeye alibaki huko pia na watu wengine wa familia walikuwa washafika. mm -hmm. Walikuja asubuhi, walitafuta mins, wakafika asubuhi na mapema. mm -hmm. so walianza tu shughuli za kutafuta watoto. mm -hmm. na ilikuwa gumu kwa sababu sehemu ile yetu haikuwa inafikika vizuri, kwa sababu barabara ziliharibika, matope ilikuwa mingi sana. mm -hmm. so ilikuwa ngumu, hivyo ndivyo alijua. mm -hmm. yeah. Akajua kwamba watoto wake hawapo tena Akujua siku hiyo mm. Mimi nilienda Naivasha District Hospital, mm -hmm. na baadaye siku hiyo hiyo tu nikaenda life care Kikuyu, mm -hmm. Hospital. Sasa nikiwa kule, walikuja jioni hiyo nikienda Jioni hiyo nikienda life care kwa ambulance pale, nilikuwa nimeumia sana mm. Walikuja wakaniambia bado watoto hawajapatikana mm. Lakini mimi nilihisi moyoni kulingana na ile impact na experience ambayo nilipitia kwa maji mm. Uh, ni kama si rahisi mtu kupona especially mtoto mm. Uh, so lakini walinipa moyo wakaniambia, tumeambiwa kuna watoto saba ambao wako hai wameokolewa hiyo sehemu yenu. Sasa kwa akili nikaanza kujua huenda ni fulani, ni fulani, ni fulani. Matumaini na watoto tunaona kwa hivi sasa kwenye runinga ni watoto wako. Sasa wale ndio watoto wangu ambao waliaga. Sasa mtu akakuja akasema kuna watoto saba ambao wamepatikana wako hai mt. na sijui wamepelekwa wapi. Kumbe alimaanisha watoto saba wamepatikana kama wameaga dunia. So nikawa na matumaini kidogo. Sasa nikiwa kesho yake pale Life Care Hospital, the following day ndio walikuja wakaniambia kwamba kweli watoto wako wamepatikana, lakini wamepatikana kama wameaga na pia nikaanza kupewa majina ya watu wengine ambao tayari walikuwa washatambuliwa kwamba wameaga dunia. Mm. Na watoto wengine mm. -hmm. Na Kwebwa? Pia nikaambiwa wengine bado hawajapatikana watoto. Mm -hmm. Eh. Wewe unaweza kuwatambua wako baada ya kutoka hospitali. Mm -hmm. Watoto walipelekwa mochari hapo Mai Mahiu. Mm -hmm. Nilienda pale na nikawatambua. Mm -hmm. Na hata nikawatransfer nikawapeleka, jamani wakigoja siku ya mazishi. Mm -hmm. Na uh, kwa Alex unasema kwamba uliweza kumpoteza mke wako na watoto wako wawili lakini watoto mpaka leo haujawaona. Hadi adi wa leo wajaipatikana, bibi tu ndo nilimpata, asubuhi amande sasa, asubuhi kitu saa ina hivi ndo. mm. Alipatikana, alipatikana upande gani? Hapo kwenye nilichukuliwa kwa maji kwenye maji ndio ikanitupa hapo hivyo alichukuliwa hapo nyuma yangu mm. So asubuhi mande sa ndio nikasikia maysist marafiki zangu watu wachache wananiambia, bibi yako ako sawa na ako rifaro Naivasha, but anatibiwa si mbaya, bt yako naner na watoto. Wakaniambia hata watoto wakosa sawa, so, yeah. Sankakaa kwa siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, kabla wiki kiishe nikaanza nika nika kusikia kitu, yani naniambia. mm -hmm. Aa, wawezi kuwa saahizi mm -hmm. kama wako wako alive juu sasa venye naambiwa, siku wiki imeisha na sijaona, nikamwambia mbona mkupiga picha niwaone wakiwa hosi? Akaniambia usijali wako sawa. Sasa kusi, wiki ya pili ndio wakakuja waka, wakiwa na watu wa church na marafiki wengine wangu hapo hivyo na maanti na ma, na masizi akaniambia, sasa iko hivi bibi, kama anaweza kuwa uhai ama hakuwa yuko uhai, unaweza sikia aje nikawambia nika saa venye, venye itakuwa tu nitakubali matokeo, niambie tu kweli, badala kunidanganya kila saa ako uhai ako sawa watoto wako sawa. Akaniambia bibi amepatikana, but ameaga. Saapo ndo wakaniongelesha, wakaniongelesha, kulikuwa kitu saa ina hivi hiyo, hiyo, hiyo siku alikuja Tuesday, wakaniongelesha, wakaniongelesha, wakaniongelesha hadi jioni. Sasa ikabidi tu nikubali, ni tu hata kama nakubali nakataa, nikaenda kakaa nakubali. Wednesday wakanikujia tena asubuhi wakanikuta koasiikaika meadtia hukobado wananiambia watoto bado wako sawa mm. na wanatibiwa nikakaa kitu mm. ndio wakakuja wakaniambia sasa venye iko watoto haga, but awajapatikana hadi hii lakini wanatafu, wanatafuta au astana sikuwapata hadi saa hii ni hmm, watoto wa kike wa kike mmoja alikuwa 5 years na mwingine 13 years, siku wapata hadi waleo, hata sijui kwenye waliendanga, hata sijui watapatikana aje mm hata -hmm, sijui sijui niseme aje mm. mm, na, hiyo, na hiyo exercise ya kuweza kutafuta mwili ilivyokuwa inaendelea, kulikuwa na matumaini kwamba kweli watapatikana mm, wakati ule wanasema kwamba hii operation sasa tunaifunga mm. Wewe Alex, ulihisi vipi kwamba sijapata watoto wangu na wale ambao wanakuja kunitafuta mwili ama kuokoa mm. pia wamesema kwamba sisi tushakamilisha kila kitu, ulihisi vipi? lakini iko okay, ni ngumu kukubali hata wameaga. Sasa mimi nilijipea tu hope labda, mm. wanaweza kuwa mtu alienda akachukua, yani venye hii maji ilikuwa napeleka watu, kuna wenye walikuwa anapatikana wako alive mm. na wengine wame, wameaga, nikadhani labda walienda hata kama si hapo irie kwenye nilikuwa mm. mbali kidogo, mtu akawachukua labda, wako sawa, wako sawa mm, ama siku moja watakuja wanikute tu, akiwa alive. Hadi wa leo niko na hiyo hope but, na kwa 50-50, ni kama kama waliaga, ni kama wanaweza siku moja walitokelezea hivi, sijui yani, niko mm. hivyo uh... n na umetembea hospitali wapi wapi kuangalia Hospitali singeweza si kutembea, kwa hiyo wakati juu nilikuwa nimeumia, juu nilikaa hosi three weeks. So wenye walikuwa wanashughulika walikuwa na, na, wananiambia wanashughulika ni sister yangu na maanti zangu na marafiki so, walikuwa na, na kila hospitali wakaenda, na Ivasha, kuna watu maema hiyo moja, hakuna watu kwa hosi maema hiyo hawako, na Nakuru hawako, hivyo sasa wakaanza kunini kaanza kuniambia saa walikuwa wanipea ni wa tu hope tu watapatikana ni sijali, wako alive, sijui nini watakukuta wakiwa alive, sijali hivo, but nilikuwa naona tu kulingana oh, venye nisikia hiyo maji venye ini nini, nilikuwa naona awezi kuwa wako alive kuwa, mm. najipea tu moyo tu, tu wanaweza kuwa hivo uh, na mpaka leo na matumaini hey, sasa ni kama hiyo hope ni kama ilienda ikiishanga but kuna time nakaanga nafikiria naona kama wanaweza tokelezea tu hivyo nikute wakiwa mm. watu wazima ama wakubwa ama mtu akuja nao niambie ndio wa watoto wako mm. Sasa nakuaga na tu na hope kidogo sana, hope ni kidogo sana mm. Mm, kidogo sana. Na mtazamaji, ndio simulizi yake Alex anasema mm. mwaka mmoja baadaye yeye yeah, yeah anatafuta watoto wake wawili ambao waliweza kuangamia ama waliweza kupotea katika ile hali ilivyokuwa huko Mai Mahiu, lakini mpaka wa leo bado anawasubiria akitumai kwamba wakati mmoja watakuja nyumbani, waambie dadi, sisi bado tuko salama na labda tuliweza kupata matibabu mahali fulani, lakini nivyo hali ilivyo kwa hivi sasa. Mtazamaji, baada ya muda kwa mrefu nitarudi na mengi zaidi, tukiwa naye Ruth Wamboi Alex, na pia vilevile Bernard ndani ya studio. Anasema sio wao peke yao, wako wengi wanahitaji msaada. Mtazamaji, zungumza nasi so, kupitia nambari ya rafa mbilimbili na mbilimbili, ukipenda katika mtandao wa X Citizen TV Kenya, hashtag sema na Citizen. Citizen, usiende mbali.